Juzi pameripotiwa visa vya mauaji katika ukanda wa Gaza watu zaidi ya mia nne mpaka mia tano wameweza kufariki. Subhanallah. Allah warahamu ndugu zetu wa Kiislamu. Bila shaka huko hapo, kipindi cha nyuma tulisha kuzungumza kwamba kauli ya bwana Donald Trump, huyu bwana rais wa Marekani wa saizi ya kutaka kuinunua Gaza ni katika rehma au nusra ya Allah kwa wakazi wa Ghaza. Lakini of course watu wengi walikuja wakabeza kauli yetu, wakaitu wakatona haba sisi tumekunywa kidogo. Lakini mwisho wa siku matokeo yake tunayaona. Matokeo yake tunayaona. Watu wameangamizwa juzi. Watu wamefariki, watu zaidi ya mia tano Sheikh. Sio mchezo. Na bado mpaka tunavyoongea leo hii tarehe ishirini na mbili bado linaendelea. Maumivu ni makubwa sana kitu ambacho ndugu zetu wa Palestina ambacho wanapaswa kutambua kwa sasa sahi hivi Waislamu watakaoshinda vita dhidi ya hawa juja dhidi ya hawa Wayahudi sio Waislamu ambao wanapigania ardhi. Waislamu watakaoshinda vita dhidi ya hawa juja ya so, na hawa Wayahudi kwa ujumla ni Waislamu watakaokuwa wanapigania dini ya Allah. Jeshi litakalokuwa likiongozwa na Imamu al-Mahdi ndilo jeshi litakalokuja kushinda vita dhidi ya hawa juja, ndio jeshi litakaowapiga hawa Wayahudi mpaka itafika hatua watataka, watata kujificha kwenye mawe na mawe yatashinda kuwastiri. Kwa, kwa sasa hivi hatuna ambacho tunaweza tukafanya, nothing we can do, kwa sababu tayari tumeshafanya makosa. Hii ni ahadi ya Allah mboka hii, katika surat al-Isra, Allah nasema, itakapothibiti kauli yetu tutakutoleeni waja wetu wakali kwa vita watakaokupigeni na kukuvunjieni majumbe misikiti yenu na waingie kama walivyofanya awali. Hii imekuwa ni katika ada ya Allah tabaraka wa taala, alifanya hivi pindi ambapo Wayahudi walimkosea wakamkufuru wakamwaswi, alifanya hivi akawaletea waja wake walikuwa ni wapagani wale wale akina bwana Nebukadneza, eh wakina Krayus na wengineo. Lakini kwa zama zetu sisi hapa, baada ya kukosea kuvunja umoja ambao tulikuwa tuko nao, ambao Mtume katuacha nao, basi Allah ameleta waja wake wakali kwa vita ambao ndo hawajuja sasa, ambao wanatushambulia duniani leo katika kutuletea fitna, lakini pale Gaza pale katika ardhi yetu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katuachia wametushambulia na wanachukua lile eneo. Makosa yetu ni yapi? Tumevunja umoja. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema, msaada wa Allah unakwenda katika jamaa. Leo jamaa hatuna. Kwa, ni wazi kwamba umoja tumekosa. Umoja hatuna na tukiwa tuna umoja, maana tuko nje ya rahma za Allah. Kitu ambacho kinakwenda ni kwamba kwa sasa hivi hatuna cha kufanya, lazima wale mabwana wafanikishe pale kushika ile yaani, kuwaondoa wakazi wale wa pale Gaza, waondoke, wao wajenge eneo lao. Wale wakazi wakikataa kuondoka kwa hiari, kitakachofuata wale jamaa watawazika wale mabwana. Juji hawanaga msamalia wale Chambiwa ni mafisadi ndo sifa yao. Kwa wenyewe kuua, kuchinja, kufanya genocide, kuua watu mpaka kama wanyama wao sio kesi kwa. Na sasa hivi washafanikiwa kui washafanikiwa kichobakia ni kuconfirm kuichukua Gaza kisha waende upande wa West Bank. Upande wa West Bank kule hamna vita tena. Pale kuna kiongozi wao pale yule kiongozi wa West Bank kule Palestine ni kibaraka wao wa Israel. Kwa hiyo kule watachukua tu lile eneo watajenga hekalu lao. Lakini abadan aslan hawatuweza kukaa kwa amani tangu sasa hivi. Hichi ambacho kimeanza sasa hivi ndio kimeanza, hawatuweza kukaa kwa amani tena. Watakaa kwa muda mchache sana, na huyo Masii Dajjal atakapokuja ata, anapokuja Dajjal na Imamul Mahdi naye anakuja. Waislamu tunamsubiria, tunamsubiria Imamul Mahdi. Huu sio Imamul Mahdi wa Shia huyu ni imamu al-Mahdi ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam kamzungumza na kumtaja. Sio Imamul Mahdi wa Shia. Shia wana wakwao, wameshajiwata, wanasema na wanamsubiri, si mara walisema atatokea, lakini huyo ni wakwao, hatumtambui kwa mujibu wa Qur'an na hadithi. Tunayemtambua sisi ni huyo Amirul Muuminina Imamul Mahdi ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam kamtaja na kumzungumza. Huyo ndiye tunayemtambua sisi ambaye akija atakuwa na jukumu gani? Akija atakuwa na jukumu la kuweza kurudisha Uislamu utawale tena. Ndio lengo la Uislamu. Uislamu umeletwa ili utawale dunia. Ndio maana Allah anasema yeye ndiye aliyemtuma rasuli na dinu lhaqi liyudhhirahu ala kulli dinihi, yani ipate kushinda dini zote, yani itawale. Kwa hivyo Alipomtuma mtume na Uislamu, akutaka endo kapambwe uweko kwenye kwenye mabos, aliutuma ili ukatawale. Kwa hivyo, huyu Imam al-Mahdi atakuja kurejesha tena huu utawala wa Kiislamu na atakuja kusaidiwa na Masihi mwana wa Maria. Kwao ndugu zangu katika imani, mimi natarajia sana, tuombee dua ndugu zetu, wallahi tuombee dua kwa Allah, wallahi wanapitia changamoto sana, ni nzito sana Of course pale, hakuna ambacho tutakifanya mtu, anaweza kaa nasema, wewe unaongea hivyo, wapo ambao washasema wanacha kufanya na hamna ambacho wamefanya mpaka leo. Tunashuhudia sisi tumekaa misikitini, Subhanallah, tunawatumia tu suratul fil iende kapigane nao, lakini sisi tumekaa misikitini. Kwa ndugu zangu katika imani, Allah bwana awarahamu ndugu zetu wa kule ajalie uh, ufahamu kwamba utapata ufahamu. Kuna wengine washakimbia wale maeneo washajua, hapa kuna kinachofuata, wakaondoka wakaenda maeneo ya nchi zingine, lakini wengine bado wako pale pale. Katika moja ya vifo, mtu akifa, anakufa katika jihadi, ni kupigania ardhi yake au mali yake. Kwa hivyo, wale ambao wanakuwa wanaondoka pale wana, wanaondoka katika, katika njia ya haki, kwa sababu wamepigania mali zao, ardhi zao zisinyang'anywe. Allah tabaraka wa taala warham na a, atuongoze na sisi pia ambao tupo huku na atujalie hata atakapojitokeza Imamul Mahdi tu ni miongoni mwa tutakaoungana naye kwa ajili ya kwenda kusambaratisha huu adui huu yahudi huu kafiri katika dunia hii ambao tunaishi. Asalamu alaykum.